Mimi naitwa Velmund Kanuti Msigwa, mwenyekiti bodaboda wilaya Njombe na ninawakilisha mkoa wa pia kupitia mitandao yetu ya kijamii na sehemu mbalimbali, lakini sisi kama wasimamizi wa chama hiki tunapenda kulani matukio yaliyojitokeza siku ya uchaguzi na tunapinga vikali mno. Amani ya nchi yetu iko mikononi mwetu, tuendelee kuilinda amani, tuendelee kuiboresha tunu yetu. Pasipo na amani, kazi zetu hatutaweza kuzifanya kwa wakati. Kwa hiyo hivyo, niwatake viongozi wote na wanachama wanaoendesha pikipiki mkoa wa Njombe na wilaya ya Njombe kuto kujihusisha na mambo yeyote yale maovu au kupanga maandamano. Tunapinga vikali mno, hailuhusiwi mwanachama yeyote atakaye patikana na kosa la kuvunja amani yetu ya Tanzania hata kuwa na sifa ya kufanya kazi ya kuendesha pikipiki wilaya Njombe na mkoa wa Njombe, atachukuliwa hatua kali za kisheria eza kufikishwa mahakamani kwa uvunjifu wa amani. Sisi kama wasimamizi wa chama hiki cha waendesha pikipiki tumekuwa bega kwa bega na viongozi wa kiwilaya kimkoa. Njombe yetu imevuka salama, tuendelee tuendelee na amani yetu kama tulivyovuka kipindi cha uchaguzi na sasa tuendelee hivyo hivyo kutulia, niwapongeze sana. Sisi hatujabahatika kuingia kwenye mikumbo ile, kwa hiyo nirudie tena kuwataka nyee, tusije tusije kujiingiza tena kwenye hayo mambo. Nimesikia Mheshimiwa rasi Saidi Mtanda akilalamika, pikipiki zimekuwa zikihusishwa sana na kuchukua watu wageni kuingiza ndani ya taifa letu, lakini pikipiki hizo hizo zimekuwa zinaendeshwa na watu wa kigeni. Kwa sisi mkoa wa Njombe tunaendelea kuwa asa wanachama wasijihusishe na vitu kama hivyo, kama ilivyotokea mikoa mingine. Ndio maana tumeamua tuwape tena maelekezo haya, ili isije ikatukuta na sisi mkoa wetu wa Njombe. Asa, tuna wanachama 1484 mpaka sasa, ambao hao tumewasajili kupitia utambulisho wa namba lakini tuna vituo sabini na sita. Kwa hiyo hao ndio ambao tunawasimamia sisi, lakini sasa, mara nyingi sana hivi vitu vinahusishwa kwa sababu walio wengi wanatembelea vyombo hivi vya pikipiki wanakuwa sio wanachama. kwa turudie tena kuwasa, ushirikiano wao ni mkubwa pindi pale wanavyoona mtu ambaye hajasajiliwa akiingia kwenye vituo huwa wanatoa ushirikiano mara moja, na sisi tunamchukulia hatua kali za kisheria. Tamko hili ni tamko la kimkoa lakini na wilaya pia. Sisi tumeona tukutane kwa sababu kwanza sisi ni watu walio chini, kula yetu kwa siku tunategemea tukipata elfu moja leo ndio kula yetu. Kwa hiyo tumeona tuhamasishane tusije tukakosa kula siku mbili tano mbele, kwa sababu ya kuleta maandamano yasiyokuwa na tija ndani ya natija, taifa letu. Naitwa Onesimo Ng'ang'ana ni bodaboda mkoa wa Njombe kwa, tukizungumzia kuhusiana na hali iliyojitokeza tarehe ishirini na tisa. Sema kweli kwa sisi kama bodaboda ilituathiri kwa upande mwingine, kwa sababu eh, maandamano yanavyokuwa yanajitokeza, kuna baadhi ya shughuli zitasimama. Hususani kwa kipindi kile tulisimama kutokana na machafuko yaliyotokea kwenye mikoa jirani, sisi hatukuweza kuendelea kufanya kazi kutokana sasa na usafirishaji ukawa ni mgumu. Nani utakaye msafirisha atakaye kuamini wewe uenda naye anakuwa na mashaka na wewe unayembeba? Au wewe unayembeba, unakuwa na mashaka na unayembeba, kwa sababu viongozi wetu wa, wa wilaya walitupa semina, walitufundisha jinsi ya kujikinga na kujiondoa kwenye maandamano ya mfumo, kwa sababu yanatuondolea eh, utulivu na amani, na yanatusababishia pia majanga mengine, ndo kama hivi nakuta mnapoteza maisha na kazi zetu kama hivi ukiziangalia, ni kazi za hatari. Wakatupa semina wakatufundisha, wakatuelekeza kwa upana zaidi, sisi pia tukalichukulia uzito. Kwa hiyo kwa upande mwingine, kwa sisi athari tuliopata kwenye mkoa wa Njombe, labda tunaweza tukasema ni kuto kufanya kazi, ila kwenda kupiga kula tu, hatukufanya kazi. Naweza nikatembelea mle mle walimotuelekeza viongozi wetu wa wilaya pia wa mkoa kuhusiana na amani. Amani ipo mikononi mwetu sisi wenyewe hayupo atakayetoka nchi jirani kuja kuitetea amani ya Tanzania pasipo sisi wenyewe kuipigania. Kwa hiyo hivyo tutaendeleza misingi ile ile waliotuachia e, wazazi wetu waliotujengea, wazazi wetu waliotujengea, viongozi wetu wa serikali na wa chama hiki cha bodaboda, tutaendelea kutembea kuimba amani kama kiongozi wetu pia wa kitaifa anavyoiimba amani, kwamba amani ipo e, ni jukumu la sisi vijana ni vijana tukiilinda amani, hayupo atakaye kuja kuivuruga amani yetu. Julius Simon Lolandala ni mwanachama wa umoja wa bodaboda wilaya ya Njombe. nikitokea katika kanda ya mji mwema, tumeshuhudia wenyewe baada ya tarehe 29 kwenye uchaguzi, ndugu zetu wamepoteza uhai wao, lakini wengine wamepata changamoto kubwa ya kukaa majumbani hali ya kuwa kipato chetu ni cha siku kwa siku, kumi, siku tano tumekaa ndani tukiwa na njaa. Hivyo maelekezo haya ambayo viongozi wetu wametupa, lakini pia na viongozi wa kitaifa wametupa, tunayapokea na kwenda kuyatendea kazi. Lakini pia mimi kama mwanachama <coughs> uh, ni, ni washawishi na kuwashauri wanachama wenzangu, yako matumizi ya kimtandao ambayo si rafiki ambayo yanatumika kuhamasisha mambo ya maandamano maandamano, lakini pia mambo ya kuvunja amani kwenye taifa letu, lakini tumeona na tumeshuhudia vyombo vya ulinzi na usalama vikishughulikia watu hao ambao wanatumia mitandao vibaya. Kwa umoja wetu tushikamane, tuhamasishane ili kuhakikisha tu inaendelea kusimama imara amani ikitawala lakini kwa mkoa wa Njombe tunaendelea kuimarisha amani kwa kuzungumza na asasi mbalimbali, vikiwemo vikundi vya vijana, mama lishe na watu wengine. Kwa mfano siku ya leo kulikuwa na kikao cha watu wa bodaboda na wapongeza, ndo kauli ya jeshi la polisi kuimarisha amani. Lakini kuelekea tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili, jeshi la polisi linapenda kuhakikishia makundi yote bodaboda boda, pamoja mamalishe, wafanyabiashara kwamba tumejipanga kwa ajili ya kuimarisha amani kwa njia ya kawaida kabisa. Tunataka wananchi wote wa siku hiyo ya tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili wawe watulivu, wafanye shughuli zao kama kawaida, na sisi kama jeshi la polisi tupo kwa ajili ya kuhakikisha usalama wao. Tunaendelea kuwaomba haya makundi ya vijana kujiepusha kabisa na masuala mazima ya vurugu. Niwapongeze bodaboda wa pale katika mji wa Makete na Njombe, lakini hasa kwa mji wa Makete, ambapo kuna kijana alifika kwa ajili ya kuhamasisha, na walichukua hatua kwanza kabisa, ni walimwelimisha na kumrudisha kule alikotoka na kuwaeleza kwamba watu wa Makete hawahitaji. Na kwa hawa bodaboda hapa Njombe ambao leo wamejieleza vizuri basi tunawaomba hayo ambao wameyaeleza basi wawe ni marafiki wa jeshi la polisi, kwa kuleta taarifa pamoja na taarifa zile ambazo zitatuwezesha kuzuia uhalifu ambao unaweza ukajitokeza.